Nikamwambia kuna watu hata wakiwa nyumbani wanaenda kwenye kuhusu suala la nafsi mm. amewekewa chakula na mke wake, akikiangalia hali anaona hiki chakula ni kibaya kule kwenye ulimwengu wa roho. Yaani akifumbua hotpot anaona amewekewa madudu mm. yaani anaona amewekewa ni kitu ambacho akifai kula mm. kwa hiyo taarifa ambayo inatoka kwenye nafsi yake kule ni kwamba hiki chakula ni kibaya. <laughs> Tari, kwa hiyo yeye akiangalia anavyofungua hotpot anavyoangalia hivi tayari kuna taarifa iko akilini mwake, kwa hiyo hiki chakula ni kibaya, usile hata kama kimepikwaje. Kwa hiyo mm. ni lazima Wakristo tuwe na hizi prayer point, ni lazima tuwe tunajiombea mm. nafsi zetu kule mm. ziwe huru, yani nafsi yako kule iwe huru. Ni lazima uwe unaombea imani yako. Watu waombeaje imani zao? Bibi, Yesu anawaambia Petro nimekuombea imani yako isifeli. Hmm. Lakini kwa Kristo anaweza kakaa miaka kumi ajeombe imani yake isifeli. Yeye ni kuombea miradi tu. Yeye ni kuombea miradi. Ni lazima uombe mwili wako so afya yako. Hmm. Mwili wako. Unajua sasa hivi adui akiweza kuua huu mwili wangu, sita injili haita haitafundishwa tena. Ni lazima ni uombe huu mwili wangu pia kama mwili wangu. Kwa maana mwili wangu unaweza ukabebeshwa kitu. Yaani kuna kitu kinaweza kikaekwa ndani.